Pikio ya ufura bila damu, wametokwa na imani, wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani, sababu kijicho

Che nini, Feshi. Yani mpaka ikamilike. Pita sita ruka nane hiyo mpaka mstari wa au ni mstari wa jelo, eo, hakuna shida mwanangu, hiyo namba ingine izama in i kitaashaiamadci hey. Kwa operation maalum kuna anti yake huyo hapo kuna mimi hapo mwenyewe, namba nyingine sterling kauawi oyoyo, mateso mbona atajaa mwanangu, anti ni mpole oh. Mwanangu eh? afu mbona binti moja tu aswadovya nini, mayompo utaomba hmm. maji tu mzuri nini fresh, ni binti wa yombo dovya. Huyo nampata mimi, ni binti wa yombo dovya, unitishi kwa lolote Ula... hata mje mmefoka mfokavyo hapa, mtagonga ukuta kambi ya majini, kambi ya mashetani nakuja, eti na, na, na mbinu, mbinu zenu za kutaka kuingia chooni kwa nguvu. Hapo piga mnavyoweza kupiga, lakini choo kitumiki na nitishia mikwala mie. Mimi nimeshaamia watu hapa, lazima niwakalishe, lazima niwakalishe hichi choo lazima ki hichi choo ni maruhusu mwingie. Oya sikia mwanangu, oya mambo, mimi mlazi, nimekwambia mimi shida yangu asabuiji mimi ukiniita nitaitika, ili mradi ukiwa umeshaelewa, kama mimi shida yangu ni kuingiza shuti kile kipaka kile kile. Ni hivi ni niishi mjini, yaani kwa kweli, yaani mtu unamwambia kwamba u, utapata kaela baadaye we unaanza kwanza unanyodoka, unaenda kama unataka kurudi, em, kama unaenda nenda bana kwanza. Wewe nataka nikuambie tu kitu kimoja, wewe kuanza kuliingia mizimu, usije ukaliingia mizimu, utapigwa kipigo cha bila hela <laughs>

Hivi unakuja kunidanganya mimi kwa wewe uchafu. Eh? Kwa, kwa nini wewe ndio unayofanya? Eh? Koja hapa kwa hiyo. Mimi shida hapa kuna parama. Unahangaika huko shida nini mpenzi wangu? Hebu niambie tatizo lako kubwa. Shida nini unajua? Hmm? Unajua? Wale watoto ulimletea nani hapa? Eh? Nazaa hipo zimo tena. Wale watoto. Sasa tulia. Hapo hapo nakupa ukundu na ukweli mweupe. Um, pemu chana kweu, ndio maana juzi nikimbia pale ziwani. Eh, achana na maneno ya watu. Yesu ame mtoto wetu, yani umeni surprise wewe. Sikujua hata kama ni wewe. Mtoto wetu, hivi huku uliko toka kuna usalama kweli? sio kwa mama dadangu mm? Yani hapa nimechoka nafsi na mwili <laughs> maana huko nimekaa nyumbani nikawaza, vitu vyangu vinazidi kupotea nikaona ngoja nije kwako, maana wewe ndio shahidi uliyebaki mpaka sasa. Acha mtoto wetu, mimi mambo ya mahakama simo, na siwezi na sitaki, tambua hilo mtoto wetu. Aacha mwanetu, mimi mambo ya ushahidi sitaki, elewa, simo, siwezi kukusaidia hilo swala. Mimi siwezi kuwa shahidi yako, siwezi kuwa shahidi yako. Sikia dada yangu, sio sio, sio, mahakamani Mi enda kwa mwenyekiti hapo, nikasema kabla siende kwa mwenyekiti nikupitie wewe, si unajua ndio shuhuda uliyepo mpaka sasa hivi. Sasa mbona ukusema mapema? Ungeniambia kwa mwenyekiti, mimi hata nisingeingiza paniki wala nini. Mtoto wetu, lakini utanitoaje toaje? Maana hapa mimi mwenzako nilikuwa nina safari zangu, nilikuwa na shughuli zangu, nimejipanga hapa, nataka nitoke kuhusu hilo la kutoa usijali, si unajua mkoba wangu ule ndo. Na kila kitu kikubwa tu patikane

Hakuna mwingine, haki ya Mungu, eh, kabisa nakwambia ukweli. Nisikilize hata kule unaenda, kama unanisema mimi. Si ndio? Wewe, ngoja sasa nikwambie. Yaani yani, hili ninalosema ni kweli kutoka kwenye na sebule yangu ya moyoni, ni kwamba pale nilipotoka pale, naenda moja kwa moja mpaka kwake, nikamjia: wewe umeniletea matatizo

Si wangu kabisa. Maswala ya ukutoa hayo sijali, dada yangu, tafadhali naomba unisaidie, maana nimeona kusubiri ni bora tu nikapambane mwenyewe. Kupambana mwenyewe sasa? Kama ulikuwa unaweza kupambana mwenyewe, kwangu umejia? Naomba ni, eh, nisaidie. Ungesema kwamba tupambane na shida, nisaidie, nisaidie dadangu. Sikiliza, mimi nitakusaidia mtoto wetu. Umenielewa? Menelewa? ila utakapopata pochi yako, zingatia. Aha, mtoto wetu makoto, unaelewa vizuri, mtoto wetu, time is money. Hicho ni Kiingereza, hicho ni Kiingereza mwanetu eh, muda ni mali, mtoto wetu. Tunaanzia wapi sasa, mtoto wetu? Simama, simama nikuone. Mguu pande, mguu sawa, mere geuka, tembea. Acha kushanga shanga, mtoto wetu, unashangaa nini? Hapa mjini utaliwa mbali simiani, eh, mwanetu, unaweza ukaliwa bure <laughs> mwingine mjini, tauni <laughs> Hamuna sio wangu ha, hey. <laughs> Acha na ya yani, mimi kwa kweli, nitakuwa na nusu siku ukinikataa. Naweza nikapa ghafla. Nikapata nikapa operation wa roho

Oh. Mwenyekiti mtarajiwa jamani, ah, karibu. Asante mama ya mama, naona umejaa uje wapo, amenifurahisha sana make sikukutegemea kabisa mama, wow. <laughs> ni kustua kidogo. <laughs> <laughs> <laughs> Asante sana mwenyekiti mtarajiwa mama, mama na mama <laughs> <laughs> <laughs> na u mwaka lazima tuwanyooshe. Na nafurahi kusikia hivo, bila shaka mimi na, natoa shukrani zangu kwanza za zati kwenu mm. kwa sababu mmekuwa pamoja na mimi kwa kipindi hiki chote yeah, na sijui bila mponu atanakwas yeah. Sijui. <laughs> Usijali, ni wajibu tu, sisi kama chama kuhakikisha hii nafasi wenye kitu unashinda. mm. Nafurahi kusikia hilo yeah kwa sababu hata mimi hmm, nawaahidi nimejipanga nitapambania mpaka nikisha. Nakait, ni jambo zuri na huu na yeah, na mguu nauona hapa hmm. kuja kwako hmm, nimekuja tu kukutaarifu kuwa uchaguzi wenyewe unakaribia hmm. Ndio hivyo tunashaanza kwenda kupiga kura shaka hmm. Na nafahamu kwa sababu nina watu makini sana ndio, na mwani support. Mwani kwanza natakiwa mtambue uthamani na ukubwa wa majina yenu. Patrick ni jina ambalo limetajwa kwenye vitabu vya dini pamoja na vitabu vya makatili. Wewe unaitwa sultani katika historia za kina Kinjikitile Ngwale, akina saidi saidi walikuwa ni masultani wa Zanzibari Unguja, maeneo ya Mwanza kule Kiloleli Kiloleli. Tunakutana na kina side side hao watu wa historia. Na ndio maana usafiri wenu wa kuwaleta hapa sikutaka mtumie gari. Nimewaleta kupitia mitumbwi na boti. Yaani kama mge mgefia ndani ya maji kipindi mnakuja mkaangushwa na, na, na mawimbi kipindi mnapiga makasia nyie mngethibitisha sio makatili. Sawa. Sasa hapa kuna washenzi wawili wananisumbua. Hawajui kama mimi nimetoka kule jeshini nimekula mavi yapo. Ukimuona okay, mheshimiwa ulikuwa na mwanajeshi. Hawajui, hawajui. Bana <coughs> kama anawatania tania. Yaani okay, um, mzee kapishana nini? Ne, ne, mshale mingi. Mishale mingi. Sasa. Eh, sawa mzee wangu. Sasa hapa kuna washenzi hawa. wawili. Hao ni wagombea wenzangu wenza wa hichi Ode wa kijiji. Odilia anagombea kwenye kiti, Salome anagombea kwenye kiti, najua mnajua na mimi nagombea kwenye kiti. Lakini kila chama kina ilani yake na sera zake. Sawa. Wenyewe tayari wameishaanza we mikutano. Wa kwanza akafanya juzi, mwingine akafanya jana, mimi mkutano wangu nanisoma kesho kutwa. Sasa wale wote wamejaza kwenye mikutano yao na watu wanawaelewa. Sasa kazi yangu mimi ninazotaka kuwapa, wametumia mbinu gani paka watu wanawaelewa? kama ni kuhusu mbinu ya fedha, hapa fedha hamna shida. Nyie nyie wenyewe mnajua. Ah mzee, tunakubali hapa fedha. Mzee ni upingu mzee wangu wewe Mfuatilie vizuri bampa tu bampa Salome. Mtadili naye mzee wangu. Sultani, nakwambia na kabisa Sultani. Mzee na dili naye. Sultani dili na Salome. Hawezi kuchomoa mzee wangu hapa. Patrick. Dili na Odindiri. Ah, mheshimiwa, yani kabla kabla kabla hujasema mimi Odindiri nilikuwa nimeshadili naye. Sawa sawa. Na nilivyo jaribu kumfuatilia Odindiri nimegundua ana dili na wavuvi na wakulima. Sawa, wavuvi na wakulima. Ndicho anachodili nacho sana. na nilivyoenda, nilivyotasimini, nilivyopita kwenye kambi za wavuvi, ndio maana siku hizi hata maliasili hawafuatilii wavuvi. Ah, chama tena, unajua tulivyo na nguvu, lazima uende <laughs> yaani, hii lazima uende mm. Nashukuru lakini, mm -hmm. Mm, mimi nafurahi kwa sababu sio wewe Kingine, nilichukua ni, nataka nikusisitize kabisa. mm -hmm. Uwe makini sana maana, sio watu wa kuamini, sio jambo na binadamu maana, wanadamu sio watu wa kuamini kabisa, sije katokea jambo, kajikuta umeshindwa na uchaguzi wenyewe kwa sababu Odindiri amekuwa akienda Maria Siri kuongea nao na kuwapa kitu kidogo, ili mm, kusudi wasije ziwani. Anazunguka <tuhi> ujanja ujanja, anatumia kwa ujanja. Sasa kwa wakulima, katoa mbegu mifuko 20 kwa kila mkulima, naona mheshimiwa. Alafu kwa wavuvi, ukikamatiwa mitego yako ukipelekewa kule, Maria Siri anaenda analipa faini unarudishiwa mitego, unarudishiwa kokoro. Kwani wewe uwezi kufanya juu chini ukapata mganga. Sababu tupo katika kipindi kigumu sana. Hiki kipindi cha kufanya hiyo kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Mimi nafikiri katika upande wangu wa Salome huko mimi sina shaka. Salome inamuweza. Ila tu sipokuwa kitu kimoja mheshimiwa. Eh. Salome baadhi ya vijana wengi ameweka hapa. Sikusikia baadhi ya vijana wengi ameweka hapa. Vijana wao ni wengi wanaokutafuta bangi, wanaocheza maputebo huku maboda boda wako hapa. Sisi tunafanya vipi hapa mheshimiwa ili tuweze ku

anakosa visado kumi na mbili, kila kisado kimoja kinaliwa na watu kumi na nne. Labda kaona ni mbinu labda ya kuweka. Hakuna cha mbinu bana, hayo ni matumizi mabaya ela. Na wee tunaona, mi na wee tutashindana mapema kabisa. Mi ndo nakwambia mi, watu wanaotumia hela ovyo ovyo ovyo hivi, tunashindana mapema sana. elfu arobaini from nowhere unatumia bila ishu zozote. Mimi nafikiri mzee wangu hii hebu msamee Patrick, msamee Patrick. Ah, sasa unajua mheshimiwa nilitengeneza mazingira ya kununua zile sado ilikusudi. Mazingira gani? Visado 12. Mbona mwambii? Unawapa watu visado 12. Ah, ah, lakini mheshimiwa kumbuka kishokutwa kuna kikao cha hazara ambacho inatakiwa uhudhurie na watu wenyewe ndio hao wavuvi lazima ukae nao na, na wakulima walete ilikusudi kwenye mkutano wako uonekane na watu wengi. Hapo eh, kwenye visado hapo Ko nini kifanyike? Kule kwa nani, kule kwa ha, mimi kwa upande wangu kuhusu Salome, mzee wangu, nilikuwa e, nahitaji nipate nguvu walau nikipata kama laki tatu, tukapata laki tatu kama laki si. Pale pale kwenye hela tukipata kama laki sita wewe ukachukua laki tatu, hmm, mimi nikachukua laki tatu kwa ajili, hmm, mimi kudiri na wavuvi kuwawekea mafuta, kwa nunulia majembe hawa wakulima, alafu wewe ukadiri na wavuta bangi. Kwa hivyo tu nafanya hivyo kwa sababu naamini nyumba ya kwangu hapa ndo sehemu salama. Ni kweli kabisa, hmm. Lakini sasa mimi hoja ta ni kuwachi, taka niondoka nikaendele na majukumu yangu nimekuja hapo kuhakikisha tu kutimiza majukumu ya chama chaa. Mbona kidogo tumekaa kwanza, tukapika tuka ndo ndowele. Mm, mambo ni mengi, si unajua hizi ni harakati, na mimi ndo mtegemewa mwenyewe <laughs> eh? Basi usijali, mimi na wazo mmoja. Ngoja nimtoe kitu kidogo angalau. Jamani, ila sasa ninyi mtakusaidia tena. Uli pata tamani maana jua lenyewe ile siku tumu na bonga. Nashukuru sana. Unaweza kupata tamani. Unijuaje? Asante sana kwa kitu hicho ulichokitoa. Asante, karibu sana. Asante sana. Karibu tena. Mimi naenda. Ah, karibu salama. Ah, karibu. Ndio ikiwezekana tupate hizi pesa kabla ya mkutano wa kesho kutwa, ukishapata mimi ukanipa laki tatu ni kadili na wavuvi, alafu huyu ukampa laki tatu akadili na wavuta bangi. Lakini sasa niwambieni kitu kimoja, mnanijua mimi. Makatili duniani tupo watano, tuliobaki nilibaki mimi, akabaki na Pirato. Atakae nizunguka tukashindwa, atakae nizunguka tukashindwa, mimi sidili na huku. Tuanzia hapa kwenda juu staki kuanzia hapa kushuka chini ni halali yangu. Hmm? Mheshimiwa, sijakuelewa, sijakuelewa. Kuanzia atakae nizunguka nikapigwa, nikashindwa, akaingia mwenye kiti mwingine. Mheshimiwa, kama utaweka pesa kuanzia hapa kushuka chini, hapa kushuka chini ni halali yangu, hmm. Lakini mzee hebu swala la kushuka la la kutoboa eze kando, wanangu. Toboa mzee wangu, watu wanakukubali sana mheshimiwa. Na sasa hivi msomi nipigia simu

Hapa tuko na buku ya kula yekapeleka visado kumi na mbili, ni mshenzi huyu. Visado kumi na mbili. Ah. Kujitiatia nao tajiri huko. Inafanya tunakombana neno mapaya tusemana. Ukifanya <coughs> Hivi, hey, hey, hey, hey. Mjomba unataka kumuue dada yangu kwa pesa alafu ndio rizike. Mjomba, mbona mimi sikuelewi? Halafu we kama unamwongelea dada yako, mimi yule ni mama yangu. Sasa namuuaje mama yangu mimi <laughs> Oh, elewi utamuuaje? Kila siku unampa mawazo Njomba, mimi ni tatizo? naomba unisikilize, nisikilize, mimi ndio naongea sawa. Hivi wewe ni kiumbe wa aina gani ambao hujui thamani ya mama yako? Mimi sina tatizo lolote sawa. Kama ni mawazo, kwanza sijajua unaongelea kitu gani. Yani hata sikuelewi kabisa mjomba. Uelewi eh? Mm, unachoongelea kabisa uelewi unachoongelea maana mama yako kila siku unampa mawazo, ukiamka tu unafanya hili, kesho hili <laughs> yani, mjomba wewe changamoto. Karibu. Safi, karibuni. Sije uje ukae hapa maji akakumwagikia. Hivi. Si sio kaaji sana mwanangu, sikia, sikiliza. Kwanza pole. Pole, pole ya nini? Nashtupaka yes. Keshi, pole sana mwanangu. Omba n pole nakazi sijakuelewa. Pole ya nini? Najua utapata maumivu mzito sana, lakini yote ni Mungu wanapanga. Kuna ajali akinita kuangalia kwenye simu nimemfananisha kama nimewako hey. Ni hey. Au labda nimekosea huyu, mume wangu. Ina maana hakuwa na taarifa. Sina taarifa yoyote na siku mbili tatu mm, hivi tumeongea, lakini juzi na jana sijapata mawasiliano naye. Na leo ni moto ndoto mbaya sana. Nisikilize kwanza, kile kimetokea mpaka mmewangu ampata ajalini yani? Watumishi mm, wametoka safarini, lakini hata kuangalia kunamona na mme wako na ndio basi, tumekuja na mwenzangu. Watakuwa umetengeneza So sio. So so na ndio maana unasikia ndio maana tukaja Pama. ili tujue kwamba je una taarifa naye una changamoto wewe mimi. Mimi. Mimi na changamoto mm. sio wewe ume changamoto za wizi mi mjombe ushasikia nimeiba kwa nani ushagawai kusikia nimekuibia ushagawi kusikia kwa jirani wamepiga wamepiga mwano kisa mimi ni mjombe Niko huko yani sina hata habari na mambo yenu, mimi nafanya mambo yangu. Alafu kingine, mimi mjomba, hapa ndipo napambana na mishemishe na mishe zangu, ili niowe. mishemishe zako ndo hizo mishemishe za wizi? Mjomba usini halas, ni mambo ya wizi sina kabisa. Ukitaka tukosane mjomba nikuzoe hata mitama sasa hivi, niambie. mambo ya wizi niache, niendelee na mimi Mambo hatujafika huko ila sasa unakoelekea wewe ndio huko unakotaka kwenda. Hii ni siku ya ngapi huko nyumbani? Shoga yangu kwa na amani. Sasa baba kachukua vya wabaya